bali niita mkutano nikawambia, hata mtu moja hatoki hapa. Kama ni choo waende wajege bara katikati. Kiisa manene hii nikutuharibia wale watu wanapata chakula hapa na kusomesha watoto. Halafu mtu mmoja hakuja container. tumbu ya mtu mmoja na watu maelfu, afadhali tukufe Kawaambia hakuna kitu kama hiyo. Hakuna. Hakuna. Mtu mmoja akuja weka container, tumbo ya mtu mmoja na watu maarufu hapa, na wasiote ndoto

niko hapa kwa majina, naitwa Lloyd Njeru ama Tony. Uh, mi ndio chairman saizi wa hii soko na saizi nimeamka asubuhi na nimesikia vibaya sana being one of the most affected people na hii kitu. Nimekuta vitu zangu zimeibiwa, kibanda yangu imebomolewa, sina kitu, sina anything. But hao watu waliokuja wakatuambia watakuja kutubomolea one day but they never did any public participation hata siku moja. So kitu moja yenye tunataka wajue saa hizi. Tumebomolewa. And actually hata hiyo yote ni story. Tunataka kupasa message kwa jenzi na Wakenya wenzetu. Mnaona vitu zenye tunafanywa saa hizi. This is unjust na vitu zenye, because we hard working people, wenye tunafanya kazi yetu vizuri, then asubuhi unakuja unaamka kwa kazi yako unapata hauna kazi. Sasa mi nimetupa kila kitu saa hizi, nitaanzia wapi mi? Nauzanga nguo za ladies, nauza vitu zote na rembesha, narembesha warembo Nairobi. Lazima warembo okay, poa so kwa hivyo, na nawarembesha Nairobi sasa. Watarembeshwa na nani surely? Sasa, kitu yenye nasema wajue, whoever mwenye ako na this project tunajua, it's a fake project. Hata ukiangalia huko kwote venye unaona, unaona they have targeted a specific place. Wanasema ati wanataka kuweka choo hapa, tunauliza sewerage line iko huko kwa barabara. Sakaja alituwekea recreation park huko akasema tunajengewa Roysambu recreation park na kila kitu Roysambu, akajenga nyasi. Sasa tunauliza Sakaja, yani surely Ulijenga hizo vitu zote ukakosa mali kwa kuweka choa huko, unataka kuweka choa hapa au displace watu mia tano juu ya choa ya pale hivyo? I make sense. So kitu yenye tunataka si tunataka kwa pay information na tugoagoi, si tuko area in area yetu na tutoki hapa, mwenye nadhani atakuja kututoa, umekuja umetukacha na wares, atakuwa tunajua you are lucky, we are rebuilding umetubomolea Hatutapigana, hatutademonstrate, hatutafanya nini, we are going to rebuild. Tuna rebuild saizi hizi, and then we are going to protect kazi zetu, so in case you come again at 3pm, 3am in the morning utatupata sisi hapa and we are going to protect our market. Everybody is annoyed. Hii agitation unaona hapa, kila mtu amekasirika, kila mtu anataka kuandamana saizi ni wage ni seme ni uh kiswahili ni gumu kwangu. Mimi wa, ni, ni mkikuyu wa hapa Murang'a. Ah kwa majina naitwa Susan wa, wa Boya mama Majeri. Na mimi ni muusaji wa hapa Roysambu kwa miaka 15. Leo nimepigiwa simu masaa ya saa tisa. Kuamuka kufika hapa saa kumi na nusu napatana na tractor ikibomoa. Wazee wengine walikuwa na marungu iko na kala ya pink. Mimi kwenda kupita hapa moja akanigonga hapa. Alafu sasa mimi nikasema last time nilipigwa vibaya sana. Sitawezana na hivi ya sai, sababu sai mimi niko na katoto kadogo, hata kana nyonya. Ndio sababu nikasema we, wacha kwanza niondokea, lakini hawa watu wenyewe wametuzoea tunakaa miezi mbili wanasema wanabomoa, miezi mmoja wanabomoa, na tunajua ya kwamba hii hapa si ati ni, ni, ni, ni serikali ni mtu binafsi, na huyo mtu binafsi hata last time alikuja na akajitokeza yeye, ni yeye mtu binafsi. Tunauliza we mama jua ni mama, tunakujua mtowaka, jina yako, na tutaitaja jina yako, tunaijua. Utatunini mpaka lini? Utanini mpaka lini? na MP wetu wametuhakikishia ya kwamba hapa hawataki choo, wameonyeshwa mahali choo inafaa kujengwa. Sasa sisi tunaomba haki yetu. Kwa majina naitwa Michael, mimi ni mkaaji roi hapa Roysambu. E, sisi tumeamka tukapigiwa simu tukapata kazi biashara z zilivyobomolewa na vyenye tubomba molewa, hata hatujapata vitu, wameiba hadi chuma, wamekuja na maguns. Uh, tukiuliza sababu ni gani tunaambiwa ni choo inataka kujengwa na shindwa choo moja inaweza sababisha familia mia tano kwa save. Saa hizi ukiangalia ukienda kwa nini kwa kambuni hakuna majobu. Sisi wenyewe tuko hapa tunajituma lakini kuna mtu mwingine anataka kufanya benefits yake moja kwa watu mia tano. Sasa mimi nauliza yenyewe kama ni kitu kwa halali si tukekuja tuitwe mkutano tuambiwe ni nini ama ni nini nafanyika ndio tuweze kuelewa. Sasa vitu zetu zimeibiwa, hatuna kitu na tuko na mafamilia. Kuna watu wengine hapo wako na ma, ma chronic diseases kama mimi mwenyewe nikiangalia, mimi mwenyewe nikiangalia situation yangu, mi nafanya dialysis. Ukiniambia saa hizi nienda nifanye kama mjengo, siwezi fanya mjengo mimi mwenyewe. Ni mimi, ni mimi breadwinner kwangu. Niko na familia, niko na watoto, niko na wazazi wananitegemea. Lakini ukikuja hapa asubuhi, unakuja unapata yenyewe eh, mali yako imeenda, hauna kitu, umesimama, unashindwa unaanzia wapi? So kama ni kitu uh, na nini, wakuja tuambie ni nini ina happen, ndio tuweze kujua tu. Hii soko tumejenga tangu hii barabara ikijengwa wakati wa mchina, hadi saa hizi mtu ndiye ameanza, wakibaki hadi saa hizi mtu ndiye ameanza kuona kama imekuwa mzuri. Na hiyo wakati wengine tunauliza alikuwa wapi, mbona angekuja hiyo wakati hata yeye atengeneze kama sisi, na tumekaa hapa tumeishi hapa kwa jua hadi ikafika mahali ukajenga hema saa hizi ni miaka mingi sana. So wacha kutusumbua, tuache tufanye biashara sisi. Mimi kama mwana rika enyewe, ukiangalia hapa nyuma yangu kuna watu wengi, wengi sana. Kuna wamama kuna vijana kuna Gen Z. Ukiambia Gen Z aende sasa, ukimtoa hapa ataenda wapi? Ni wizi. Ukienda wizi utanipiga risasi. Sasa ita, faida itakuwa wapi? Kenya ni watu na mimi ndio mtu, mimi ndio serikali. So kuje tuonyeshe ni wapi tunaweza enda next ama ni tunaweza fanya next. Mwache kutudhurumu. Na kama sivyo, mkuje mtutoe hapa mtuonyeshe kuna kazi mahali pengine tuweze tuweze kutu, kama tukitoka tutoka eneo la Roysambu lakini mwache kutuumiza. Mali yetu imepotea. Na hapa ukiangalia mama wengi, hapa kuna mama hapa hata amepigwa. Na last time the same same alipigwa. Sasa shida tunauliza iko wapi? Nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing. Hatukuwa tumepata ujumbe yeyote, tuliamkia um, tu asubuhi, tunapi, tunapigiwa simu kunabomolewa.